Sasa mzozo unatokota katika kaunti huku magavana wakitishia kusimamisha huduma baada ya wiki mbili kupinga kupunguzwa kwa bajeti, hatua wanayodai inalenga kulemaza ugatuzi. Baraza la magavana limeghadhabishwa kuhusiana na punguzo la shilingi bilioni 38.4 katika mgao wa kaunti, fedha ambazo wanasema zimeelekezwa kwa serikali ya kitaifa. Baadhi ya kaunti zimeripotiwa kuwa hazijapokea malipo yote tangu Januari huku jumla malimbikizo hayo sasa yakiwa shilingi bilioni 78. Mzozo wa hivi punde wa kifedha kati ya serikali ya kitaifa na zile za kaunti unatokana na mswada wa mgao wa ziada wa serikali za kaunti mwaka 2025, magavana hao wakisema kupitisha kwake kulisababisha kupunguzwa kwa ufadhili wa kaunti kwa shilingi bilioni 38.4, na hivyo kuzorotesha huduma muhimu.

Licha ya hali hiyo, kaunti tayari zilikuwa zinakabiliwa na kucheleweshwa kwa malipo, huku baadhi zikisubiri mgao wao kuanzia Januari hadi mwezi huu, hii ikiwa ni kiasi cha shilingi bilioni 78.03 za malimbikizo ambayo magavana wanaonya kuwa italemaza shughuli muhimu kama vile huduma za afya na mipango inayofadhiliwa na wafadhili. Tayari kuna wanda wa kandarasi ambao wamepewa hizi kazi, wanaendelea kufanya kazi.

Magavana hao walishtumu serikali ya kitaifa kwa kutofadhili kaunti kimaksudi kwa kisingizio cha uhaba wa mapato huku ikiongeza mgao wake.

Magavana sasa wanachukua misimamo mikali wakitishia kufunga huduma katika kaunti iwapo pesa hizo hazitorejeshwa. Sisi ni watu ambao tunawajibika vizuri sana. Ikifika stage tuseme kwamba sasa tunataka kufunga um, kaunti kwa siku 14 ambazo zinakuja ni kwa sababu tulifika mahali ambapo sasa hatuwezi kustahimili kustahimili tena. Unajua, Wakenya wataumia wakati tumefunga counties, but lazima Wakenya wajue kwamba for now tuko kwa life support, uh, life support machine tumekuwa tuna pretend Wizara ya fedha sasa ina muda wa siku kumi na nne kuchukua hatua ili kuzuia mzozo unaotokota magatuzini. Kamchemenza, Darubini Wikendi.